92 au 0678813891. Habari za Ijumaa, popote ulipo mtazamaji wa Sauti Kuu TV Online, karibu katika matangazo ya moja kwa moja yanayokujia mubashara kutokea hapa Kawe, Dar es Salaam. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, kipindi hewani ni magazetini leo. Ninaanza na sehemu ya kwanza, magazetini leo. Sehemu hii ni mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa, na kama bado si mdau wetu, basi nikukumbushe kuwa mdau wetu. Kwa kufanya nini? Kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Ushirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe. Karibu tuende sambamba nikianzia gazeti Mwananchi. Habari kubwa unasema uzembe au hujuma. Kero ya mwendo kasi ni uzembe au hujuma imetajwa Serikali yajibu mapigo, ripoti ya haki za binadamu. Samia agusia ardhi, ajira, SGR Arusha. Kinana atoa sababu. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Mwananchi. Gazeti Mwana Habari limeandika Dr Samia bainisha fursa zijazo Arusha. Kanisa Katoliki halina ugomvi na serikali, askofu Ruwaichi ameyasema hayo. Rais Samia atengua na kuteua viongozi wa dat na yudat waziri mkuu akagua miundo mbinu mabasi mapya mwendokasi. Hayo na mengine mengi utayapata katika gazeti Mwanahabari. Gazeti Bora Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Kinana: Dr. Samia amefanya kazi iliyotukuka. Habari hii utaipata hapa chauma ya jana sera kuwainua ku, eh, kuongeza ajira kwa vijana wachonganishi wala za uso. Habari imetajwa katika gazeti Wa Machinga Sauti ya Wanyonge. Vilevile majira ya gazeti huru la kila siku limeandika Rais Samia waondoa eh, vigogo dat yudat ateua wapya. Kinana Dr. Samia amefanya kazi iliyotukuka. Eh, vijana waipongeza TADB kwa vitendea kazi. Mchimbi Dr. Samia kuboresha sekta ya uchukuzi Kusini. Israel yazuia eh, msafara wa meli za misaada. Habari hii imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, unaweza kupata nakala yako. Gazeti Uelekeo limeandika, Dkt. Samia Arusha itapaa kwa utalii, madini, Afcon, CCM yaahidi mageuzi ya kilimo, nishati na usafi e, usafiri kumradhi. Rais aifumua dat yuda ateua uongozi mpya bodi. Habari hii imetajwa katika nakala ya gazeti Uelekeo. Eh, leo yetu kesho yetu, Nape, Samia ndiye baba, eh, Samia ndiye baba na mama wa demokrasia haya. Naondoka hapo nikiangazia gazeti habari leo, guiji la habari Tanzania. Gazeti hili limeandika: Samia ataja mikakati utalii ya Arusha, serikali yatoa maagizo a usafiri mwendo kasi, ahukumiwa kifo kwa kumuua house girl. Habari imetajwa kurasa ishirini tumejipanga haki za binadamu, utawala bora, hao ni serikali na habari utaipata katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi limepambwa na habari inayosema Dokta Mwinyi, wapuuzeni wanaowahamasisha mkalinde kura, eh? wapuuzeni wanaowahamasisha mkalinde kura tutaing'arisha Arusha. Dr. Samia huyo anayesema hayo wakati akiendelea na kampeni e, katika mikoa mbalimbali, na hapa akiwa jijini Arusha kama ambavyo habari picha inamuonyesha. Wahamiaji 18 wafariki Libya, wakielekea Ulaya. Ajira kwa vijana itakuwa kipaumbele chetu, Dr. Mwinyi huyo. Serikali yajibu ripoti ya, jibu ya shirika, la utete, e, shirika la kutetea haki za binadamu, habari ambayo imetajwa katika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Unaweza kupata nakala hiyo. Gazeti Mwananchi Huru limeandika Rais Samia asema akiba ya dhahabu BOT imeimarika. TADB yawapa furaha vijana Wazito Farm Flex. Uh, Chalinze. COSTECH yatoa bilioni 40 ya miradi ya utafiti. Haya naondoka hapo nikiangazia Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Rais Samia afyeka vigogo mwendo kasi. Ni siku moja baada ya vurugu na uharibifu vituo vya mabasi. TADB yaleta tabasamu vijana wa Wazito mm -hmm. Farm Flakes, TRA kukusanya trilioni nane nukta tisa robo ya kwanza e, Airtel yaja eh, kidijitali na vifaa vya intaneti bure mm -hmm. Mbea haya Mtanzania leo uh, kazi ni kipaumbele chetu. Hili limeandika mtoto wa Nyerere achafua hali ya hewa mtoto wa Nyerere achafua hali ya hewa. Habari hii imetajwa hapa, ni kuhusu Chadema kutoshiriki uchaguzi mkuu. Kiongozi wa ukoo Chifu Wanzagi ajitokeza kurekebisha kauli yake. Haya bwana, TIDB yawapiga tafu mm -hmm. eh, wazito Funflex Chalinze Arusha ya simama. Mapokezi ya Dr. Samia yafunika mikoa yote, yafunika, unaambiwa mikoa yote haya. Bwana, hiyo ni sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Kwa kawaida tungeyaendea ya mapumziko mafupi, lakini kulingana na muda si rafiki, basi moja kwa moja tuangazie sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani. Usisahau kuwa kipindi hewani ni magazetini leo kupitia Sauti Kuu TV Online mubashara. Haya, ninaangazia gazeti Mwanahabari ukurasa wake wa mwisho umeandika, Taifa Stars kukipiga na Iran nchini Dubai. Yahya Zaid ni mali ya Azam mpaka 2026. Singida BS yatoa kongole kwa nyota wake, cha marejesho chipolopolo E, Muya achukua mikoba Coastal Union. Habari imetajwa katika gazeti Mwanahabari, ukurasa wake wa mwisho. Majira limeandika Taifa Stars kuingia kambini kesho da kuiwinda Zambia. Iran Morocco afunguka kuwa Chama star. Wachezaji Simba wamfurahisha Matola habari hiyo utaipata hapo vile vile. Gazeti uelekeo spoti leo yetu ndio kesho yetu limeandika Simba Sports Club wanataka mataji tu, e, sijaja Yanga wala Simba Nabi. Huyo amekanusha tetesi zinazoendelea katika mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali kwamba ujio wake pengine Simba imetajwa ama Yanga, yanasema sijaja Yanga wala Simba, kocha e, Nabi. Azam Football Club yalalamikia maamuzi ligi kuu kuu. Kocha JKT yapongeza ta e, Isamuyo. Habari hii imeelezwa hapo, na ondoka hapo, nikiangazia ukurasa e, wa mwisho gazeti habari leo guji la habari Tanzania, ushindi Simba wa Mkosha Matola, Yanga ya watuliza mashabiki wake, sababu nyota Stars kutemwa zatajwa e, tajwa joto kubadili ratiba kombe la dunia 2026 habari pia ambayo utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti habari leo guiji la habari Tanzania uh, michezoni. gazeti Zanzibar leo Dr. Samia toa neno la faraja uwanja wa Afko na Arusha. Dr. mwinyi anasema serikali kuwawezesha vijana kupitia michezo. Simba endelea na vikao kupata kocha mpya, bari hiyo vilevile utaipata hapo Mtanzania uh, Mtanzania leo michezoni limeandika Yanga simba Sports Club, kumrudisha Nabi. Wakati huo tukiona kwenye gazeti lingine akikanusha kwamba hajaja kwa ajili ya Simba wala Yanga. Yahya Zaid ajifunga miwili, Azam JB. bado ana ufalme wa filamu Tanzania, habari hii utaipata katika gazeti Mtanzania leo uh, michezoni. Kamata tu nakala yako, gazeti Mwana Sport limeandika Gomez ataka ndoo, Msimbazi Falls aigawa Yanga, mwenyewe azungumza Mzize aleta pressure kulikoni, Southgate avunja ukimya Man United, ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti, gazeti mahususi kwa habari hizi za kimichezo na burudani. Hukumu ya pididi ni leo, hukumu ya pididi ni leo unaweza kukamata nakala yako. Nahitimisha magazetini leo na gazeti Mwanaspoti nikiondoka vizuri kabisa wikendi hii. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, panapo majali watutaonana. Kwa heri. Kwa maarifa ya kiroho jipatie vitabu vya Rev E. S. Munisi vilivyohaririwa kwa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 Danieli na unabii wa siku za mwisho, Ufunuo Yohana, unabii na hitimisho la historia, na kitabu cha ujasiria mali wenye mafanikio. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0713028292 au 0678813891.